Akina mama wa wilaya Ukerewe mkoani Mwanza wametakiwa kuzingatia uzazi wa mpango kwa kujifungua idadi ya watoto wanaoweza kuwahudumia ili kuimarisha afya zao pamoja na kukabiliana na uhaba wa ardhi unaoikabili wilaya hiyo. Wito huo umetolewa na mmoja wa viongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa Bakia Abdalla Hamis kufuatia wilaya Ukerewe kuwa moja ya wilaya nchini zenye kiwango kikubwa cha uzazi, ambapo akina mama wilayani humo wanajifungua wastani wa watoto sita. Amekusubutunga na taarifa zaidi kutoka wilayani Ukerewe mkoani Mwanza. Mwenge wa Uhuru umehitimisha mbio zake mkoani Mwanza kwa kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha afya cha Nakatunguru wilayani Ukerewe ambacho ujenzi wake umelenga kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya wilayani humo. Ujenzi wa kituo hiki umegharimu fedha za Tanzania shilingi milioni mia mbili na nne. Kituo hiki kitaboresha mazingira ya kutoa huduma za afya kwa jamii, kuimarisha usiri na faraga katika utoaji huduma kuboresha afya ya uzazi na kupunguza vifo vya mama wajawazito na watoto. Mmoja wa viongozi wa mbio hizo, Bakia Abubakar Alhamis, ametumia fursa hiyo kuwahimiza wakazi wa wilaya ya Ukerewe kuzingatia suala la uzazi wa mpango. Akina mama Naye kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru Juma Hatibu Chum pamoja na mmoja wa kimbiza mwenge wa uhuru Delina Simfukwe wametumia mbio hizo kutoa rai kadhaa kubwa ikiwa ni ushiriki wao katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu. Lazima viongozi wa siasa tupige kampeni ambazo zitahamasisha amani na tulivu na tuache kutumia maneno yenye malengo ya kutugawa Tanzania na kuhamasisha chuki, vurugu na mifarakano mbalimbali. Lazima sote tarehe ishirini na tano ikifika, twendeni tukapigani kura, tuchagueni viongozi bora kwa njia ya utulivu na amani, bila ya vurugu. Lakini vile vile tusichague viongozi kwa misingi ya rushwa. Tunashuhudia viongozi wanaoingia kwa misingi ya rushwa, kwa kweli maendeleo yanakuwa hamna. Hivyo kwa wale wote ambao wana historia ya rushwa tusiwachague. Ijuma hii Mwenge wa huru utakabidhiwa kwa uongozi wa mkoa wa Mara ili kuanza mbio zake mkoani humo, baada ya kumaliza mbio hizo katika mkoa wa Mwanza. Amiku Sibutunga, TBC, Ukelewe, Mwanza.